E bwana, yo so, hii ni Bongo Star Recap, kipindi ambacho kinakujia kila wiki, na hapa tunakusigilizia vibe za wasanii, story halisi za wasanii wako pendwa kutoka Bongo. Yes eh, hapa tunakuwa tunafanya recap ya ngoma kali, vibe zao mitandaoni na vitu kama hivyo, na kwa kuanzia leo sasa tunaenda kugusa story moja ya Harmonize. Yabana, kama unavyojua mwezi huu zimetoka ngoma kali sana Uh, zimetoka ngoma tatu kutoka kwa mastaa wakubwa bwana. Ngoma ya kwanza ambayo ambayo ni uh, kwake Alikiba, ambayo inakwenda kwa jina la Sela, lakini pia vile vile kulikuwa na ngoma ya kwake Harmonize ambayo inakwenda kwa jina la, yes, inaitwaje, nimesahau jina kidogo, lakini amemshirikisha, yes, uh, Ibra kutoka aliyekuwa Konde Music, ambaye sasa hivi hayupo Konde Music. So ngoma zote hizo ziko trending na zote zina push lakini ngoma nyingine ambayo imetoka ambayo ime hit sana, ingawa Diamond ametoa ngoma takriban tatu, lakini ngoma ya sasampa ambayo imetrend na watu wengi wamefanyia challenge hiyo ngoma. Sasa ni kwamba Harmonize ameonekana akiwa club mojawapo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Yes, akiwa na vibe na ile challenge ya ngoma ya sasampa, unakuwa unatoa pesa hivi unatoa vibunda, alafu unaonyeshea kwamba sasampa ipo so wadao wengi wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu alichokifanya Harmonize, kwamba yeye si kama mshindani tena, bali ni supporter wa kwa Diamond Platinum. So the thing ni kwamba uh, what I see point of my point ni kwamba msanii yeyote pia ana vibe, na hata kama kuna chuki kiasi hicho, kumbuka Harmonize uh, ana nafasi kubwa sana kwa Diamond Platinum. Haijalishi wamekosana nini, wamepatana vipi, lakini tuliona hapo nyuma kuna namna fulani, amba, Harmonize anataka mapatano. So moja ni kwamba mziki ni mziki, huwezi ukazuia hisia kuweza kupata vibe na mziki fulani. So kama msanii pengine amependa, akavutiwa, akaona niluke nayo tu, so that is one thing. Lakini pili ni kwamba aku, hakuwezi kuwa na uhasama hivyo. Pengine kuna uhasama kwenye mitandao, lakini nje una uhalisia huo, so uwezi ukaondoa uhalisia wa kwamba Diamond Platinum amemsaidia sana Harmonize. Lakini jambo lingine ni kwamba watu wanasema kwamba je, yeah, anapofanya hii challenge, si ni kwamba anapush ngoma ya sasampa kuliko ngoma ya kwake ambayo imetoka pamoja na Ibra ambazo zote zinakimbiza, so the point ni kwamba wakati anapush ngoma ya Diamond, what I see ni kwamba mimi yeye, yeah, amefanya challenge ile anapopush mtu ata search pia, kutokana na stories ambazo zinaendelea mitandaoni, so in one way or another, hiyo ngoma pia itakuwa pushed. Yeah. Wewe nini comment yako, ama amezingua? Anatakiwa asimame kwenye chaki yake, aache mambo ya ku support -sup nyimbo za wenzake? Wengine wanasema kwamba Alikiba singeweza kufanya hivyo. Wewe teki yako ni hivi, tuambie kwamba ungeweza kufanya hivyo? Bwana, hii ni Bongo Star Recap, tunakuletea Yes, stories za mastaa mbalimbali, vibe, maisha yao halisi na vitu kama hivyo. So tutapata wageni mbalimbali. Tutachokuwa kufanya sasa wewe ni kuhakikisha una subscribe kwenye channel hii, ili uweze kuwa wa kwanza kupata updates mbalimbali. Support yako nitafanya kipindi hiki kiweze kuendelea. Mimi ni Amri Mwingwa na hii ni Mwingwa TV. Let's go.